Zakatul fitri ni yeye kutahirisha na kutakasa saumu ya mwenye kufunga min al-lahwi war-rafath. Mtu akifunga haruhusiwi, eh, kusema maneno upuzi, maneno ambayo haina faida na kadhalika, na pia hafai muislamu kama amefunga kutukana watu, kusengenya, kuramba watu visogo na kadhalika. Lakini huyu mtu alifanya makosa akateleza, alikuwa amefunga, akamtukana mtu, akapiga makelele, akamsengenya mtu. Sasa moja katika faida kubwa ambayo yapatikana mtu akitoa zakatul fitr, ile zakatul fitr kuitakasa na kuisafisha ile saum, ile saum ikenda bila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa imekamilika. alafu ni tu'matu lilmasakin, faida ya pili ni chakula kwa maskini maskini kila siku anahangaika kupata riziki na kadhalika. Ile siku ya Idi na wao na pamoja na e, watoto wao wafurahike e, kupata chakula, wasihangaike kwenda kutafuta e, huku na kule, e, chakula, asema kisha. Kwa hivyo e, faida hiyo ya, ya kiroho ya kusafisha e, saumu. Ya pili ni faida

Uh, saa ya tamar ya, tende au saa min shair au saa ya mtama uh, kwaifu. Ha, kwa hivyo katika hadithi hii tumefaidika kwa uh, number 1 kuwa ni fard kutoa zakatul fitr. Ya pili kiwango cha kutoa ni kilo mbili na nusu saa. Na kitu cha kutoa nini? Ni staple food ya ule mwingi kuti balad kile chakula kinachotumika katika mji zaidi nini. Kuna sehemu ambayo ni mchele, kwa hivyo utatoa mchele. Kuna sehemu nyingine ni unga wa mahindi, kwa sababu wenyeji wanakula zaidi ugali. Kuna sehemu nyingine watu wanakula mikate, kama ni chapati au mikate sapuli. Kwa hivyo utatoa kulingana na kuti balad chakula kinatumika zaidi, zaidi, zaidi katika ule mji ni chakula gani?

na mkubwa na mdogo. Uh, na mkubwa. Kwa hivyo hata mtoto mchanga aliozaliwa leo kabla siku ya mwisho uh, uh, ya Ramadhan kabla adhan yake pia atatolewa. bal sayidna Uthman ibn Affan radhiallahu anhu alikuwa akitoa hata kwa mtoto aliyoko matumboni. Maulama rahimahullahi alayhi akasema kwa ni mustahab, yapendekezwa, lakini si lazima kumtolea mtoto aliyoko ma, matumboni, min almuslimin, ikiwa ni Muislamu. Kwa hivyo wanaotolewa ni wadogo wa kwa kubwa, watumwa walioko hali, waume na wake, wa, bora tu ni, ni Waislamu. waamara biha an tuadda qabla khuruji nas ila sala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watu watoe kabla ya kutoka kwao kwenda kuswali Eid. Hadithi imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo hata maskini akipata mathalan, maskini amepata kilo kumi, anahitaji kilo mbili tu ya ile siku ya Eid, inayobaki pia yeye atakana atoe. Kwa hivyo ni siku ambayo haifai e, muislamu yote kulala njaa uh, wewe umempatia maskini. Maskini wewe hujui maskini wote, lakini maskini wao kwa wao wanajuana. Kwa hivyo wewe ume, ume, umetoa kilo kumi, yule maskini wa kwanza akachukua kilo mbili, akatoa nyingine eh, kilo nane kwa mwenzake mwe, yule mwenzake anahitaji kilo tatu, akachukua kilo tatu, kilo tano akapeana kwa mwingine. Wote Waislamu watakana eh, wawe E, wamekula wame siku hiyo. Na mtu yoyote ambaye yuko chini yako utamtolea zakat alfitr, mathalan bebe na mke wako na watoto wanne, kwa hivyo utatoa zakat alfitr ya watu sita. Una mtoto ambaye huku mzaa wewe, lakini wewe ndio unamlea huyo, pia utamtolea zakat alfitr. Kuna wazazi ambao wanajisimamia wao wenyewe, wao wenyewe watatoa, lakini wewe unawasimamia wazazi wako katika chakula katika malazi katika mavazi na kadhalika, wewe utamtolea. E, uta, uta pia mzazi wako. Sasa nyingine, ndugu wote wana contribute katika, e, katika maisha ya wa wazazi wao. Mmoja aweza kujitolea, mimi nitamtolea mzazi wangu, kwa hivyo mtu yote ambaye ni Muislamu ambaye yuko chini yako utamtolea zakat al-fitr. Je, mfanyikazi Muislamu utamtolea zakat al-fitr ikiwa anataka kufanya ihsan waweza. Lakini e, mfanyikazi si mtumwa. Ye, kesho kesho, mtu umekosana, atakwacha kazi, atakwenda kutafuta kazi pale pengine. Lakini wewe mwenyewe kwa ihsan unataka kumtolea pia, madamu yeye ni Muislamu, alikuwa anafunga pia ye, waweza ukamtolea na hiyo itakuwa ni ihsan. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikiza na wenye kufuata. Assalamu alaykum.